Jambo la nne, kufungua nguvu zake na uweza wake juu yako. Kufungua nguvu zake na uweza wake juu yako. Kimfano, tukimtazama mfano wa mtu ambaye anatufundisha katika jinsi alivyoulizwa swali hili na akafunguliwa uweza ni Sara. Mwanzo kumi na nane mstari wa kumi na nne unasema, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Hiyo ni Mwanzo kumi na nane mstari wa kumi na nne. Sara anaulizwa kuna neno gani gumu la kumshinda Bwana? Hii ni baada ya yeye kujitafakari na kugundua, itawezekanaje mimi na bwana wangu mzee, mimi mzee wa miaka tisini nikabeba mtoto? Mbona nimeshapita desturi ya kiwanawake, mbona nimeshapita hii desturi ya wanawake, lakini Mungu alipomuuliza vile akamwambia kuna jambo gani ambalo nilikundu kwangu aliwezekani hebu litafakari. Kwa, so, Mungu alipomuuliza ile swali ile swali liliingia kwenye moyo wa Sara akaogopa sana. Liliingia kwenye moyo wa Sara akapata mashaka mno, kwamba yawezekana, yawezekana hakuna kitu ambacho kinachomshinda Mungu na ndio maana aliogopa kama Mungu ameweza kugundua jambo la moyoni mwangu, kama waweza Mungu ameweza kugundua ninachokiwaza ndani ya moyo wangu, basi kumbe ana uwezo wa kunifanya na mimi nikabeba mtoto. Kwa pasina kuulizwa vile Sara asingefunguka akili. Kumbe Mungu anaweza zaidi ya ninavyowaza, kumbe Mungu anaweza zaidi ya ninavyotazamia. Kwa hiyo Mungu alipomuuliza vile, lengo lilikuwa ni moja tu, kufungua mlango wa uweza wake, kufungua mlango wa nguvu zake na uweza wake. Kwa hiyo pasina yeye Mungu kuuliza hivyo, asingeweza kumtafakarisha kwamba mbona Mungu anaweza